Mtazamaji wa chaneli yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online, karibu na leo tupo katika mahafali ya 12 ya chuo cha Muleba Lutheran Vocation Training Center kinachopatikana Muleba mjini, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha ni kitu gani ambacho, uh, kimefanyika leo hii katika mahafali ya 12 ya chuo hiki cha Muleba Lutheran Vocation Training Center. Tayari uh, tuko na wahitimu uh, baadhi ya wahitimu ambao wamehitimu katika chuo hiki, na ninaomba tupate mmoja baada ya mwingine uh, karibu. Uh, tuambie, uh, unaitwa nani na unajisikiaje kuhitimu katika chuo hiki? Kwa majina naitwa Sidian yani, ndio natokea wilaya ya Msenyi, na furahi sana sana tena sana kuhitimu katika chuo cha Muleba Lutheran Vocation Training Center, maana vipo vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui, lakini kwa sasa nimeweza kuvifahamu na ninaweza nka nkaeneza huko mtaani. Umehitimu katika kozi gani? Umehitimu katika kozi ya umeme ya umeme wa majumbani electrical installation. Kwa hiyo ningependa watu watakaoona chaneli hii tangazo hili katika hii channel waweze kukaribia katika chuo hiki, maana kuna mambo mengi sana sana na tena sana. ni kitu gani hasa katika umeme ambacho ulikuwa unatamani kukijua kabla hujaja chuoni ulipofika hapo ukakijua? kitu ambacho nilikuwa natamani kukijua sana katika umeme kwanza ni kwa jinsi gani ya kufunga socket, ambayo hiyo socket ni ya sensor lakini kwa sasa nimeweza kuijua sana na tena sana. Hata ukileta sensa naweza nikafunga kwa uaminifu mkubwa. Elimu uliyoipata hapa utaenda kuitumiaje huko uendako? Elimu niliyoipata hapa naweza nikaitumia katika mambo mengi mengi na tena mengi. Ya kwanza naweza nikajiendeleza nka, mimi mwenyewe binafsi kwa kujiajiri. Pia naweza hata nikiajiriwa, naweza endeleza vizuri ili weze kupata mafanikio mbele. Unawaambia nini vijana ambao wako mtaani labda wakati mwingine hawana la kufanya na hawana kazi yoyote wanafanya? Una kitu gani cha kuambia? Nasema kwamba wali, kama walikuwa wajajua sehemu ya kuja ni hapa tu Muleba Lutheran Vocation Training Center, kuna mambo mengi tena mengi sana. Unajisikiaje kuhitimu siku ya leo? Najisikia vizuri sana. Sawa. Asante uh, sana mtazamaji. Huyo ni, eh, ni mmoja wapo ya wahitimu waliohitimu uh, katika maafari haya ya kumi na mbili ya chuo hiki cha Mleba Lutheran Vocation Training Center. Kuna mhitimu mwingine uh, karibu uh, tuambie unaitwa nani na umehitimu katika kozi gani? Ndiyo, kwa majina naitwa Ashraf Saad Athmani, natokea wilaya ya Mleba, nimehitimu katika kozi ya ICT katika chuo hiki cha Mleba Lutheran Vocation Training Center ni kitu gani kipi ambacho umekipata baada ya kufika katika chuo hiki? Naam, nimejifunza mambo mengi, mojawapo ikiwa ni utumiaji mzuri wa mtandao ya kijamii hususani. Kwa vijana wa sasa hivi wanatumia vibaya mitandao ya kijamii kufanya mambo ya hovyo huko mtandaoni, lakini kwangu mimi niliyekuja hapa nimejua usahihi mzuri wa kutumia mitandao hii ya kijamii, nacho washauri vijana walioko huko mtaani Nawasihi sana waje wasome hapa, wapate elimu hapa, wajue matumizi mazuri ya kompyuta pia na ya mtandao. Waje wasome wapate maarifa hapa sana, ni chuo bora, ndio maana tuna logo yetu inasema center of excellence. Asante sana, nikutakie majukumu mema huko uendapo na maisha mema pia cool. Kwa majina anaitwa Marina Alistide Sigrevazi, natokea hapa Muleba, nisomea kozi ya ICT, information communication and technology chuo hiki cha Muleba Lutheran Vocation Training Center. Ni kitu gani hasa ambacho umejifunza katika chuo hiki ukasema kwamba hiki nikienda nacho mtaani kinaweza kusaidia jamii? Nilichojifunza katika chuo hiki ni namna ya kufungua kompyuta na kuifunga, kurekebisha matatizo yote kwenye kompyuta pale ikiwa umepata na tatizo. Jamii jiandae kivyovyote vile ambapo itataka msaada wowote kutoka kwangu wakuweza kuniajili au nikijiajili, wanaweza kuja kupata huduma kwangu. Ukipata nafasi e, ndogo ya kuzungumzia chuo cha Muleba Lutheran Vocation Training Center, unaweza kukizungumziaje? Nasema Muleba Lutheran Vocation Training Center ni chuo kizuri kinachotoa vitu vingi kwa wakati. Nasema karibu sana. Asante sana mtazamaji wa chaneli yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online kwa mazungumzo hayo mafupi. Naamini kuna kitu ambacho umekipata kutokana na wanafunzi hawa au wahitimu hao waliohitimu katika mahafali haya ya kumi na mbili ya chuo cha Mleba Lutheran Vocation Training Center. Mimi naitwa Eliud Henry, ni afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi.